Bibi bibi, nimerudi. Basi oh, tutaongea nikibadilisha nguo. Nina furaha sana kusikia hivyo. Tunashauku kweli. Mm, afadhali umemaliza. Shikamoo bibi. Marahaba. Leo umechangamka sana, kuna nini? <laughs> Bibi ni mwisho wa wiki. Aha. Basi nina habari njema ambazo zitakufanya ufurahi zaidi. Kweli? Ndiyo, kesho tunaenda mjini. Kesho? Bibi, siwezi kwenda kesho, tuna mashindano ya kirafiki na marafiki zetu ya msituni. Hicho ndio kitu kingine kinachonifanya niwe na furaha zaidi. Sawa, vipi kama nikikwambia tunachokiendea ni cha kufurahisha pia? La, tunaenda hospitali tena? Ndiyo, lakini sio kwa ajili ya vipimo kuna kikundi cha watu nataka ukutane nao, watu kama wewe, watu ambao watakuelewa na watakuwa tayari kukusaidia. Lakini bibi, mimi nina marafiki tayari, na nimewaahidi kwamba nitaenda nao kwenye mashindano kesho. Kibena, nimewahi kukuangusha? Niamini, siwezi kukufanya ukose kitu ambacho unafurahia na kukufanya ufanye kitu usichofurahia. Kesho itakuwa siku nzuri. Wapi? Eti alitakiwa kwenda mjini tena? Tena kwa nini anaenda kila mara? Lakini si alisema atakuja leo? Amekuwa akienda mara kwa mara hivi. Kuna anayejua kwa nini Kibenda anakwenda mjini mara kwa mara? Mimi nitajuaje? Hata mimi nashangaa, hajawahi kuniambia lakini siku zote huwa anatuambia mapema kama hatakuwepo, hivyo sina uhakika kwa nini hajafanya hivyo leo, na alisema kwamba atakuja kwenye haya mashindano. Kibena atakuwa anatuficha kitu, ila sijui ni nini. Jamani, mashindano yanakaribia kuanza kweli, tuanze kuelekea mahali husika. Habari za mchana jamani. Nimefurahi kukutana na watu wengine ambao wanaweza kunielewa na kunisaidia. Hivi karibuni nimegundua kuwa mimi pia ninavyo, na sijui nitawaambiaje familia na marafiki zangu. Ninaelewa kwamba sio rahisi kuwaambia watu wako wa karibu kitu ambacho kinaweza kuwafanya waanze kukuchukulia tofauti. Mimi pia nilikuwa na sita kuwaambia familia yangu na rafiki zangu kwa muda mrefu, lakini siku moja nilipata ujasiri na kuwaambia na walinipokea vizuri na kusema bado wananipenda na watanisaidia. Naona leo tuna rafiki mpya. Jina lako nani, mpendwa? Habari, naitwa Kibena. Tunafurahi umejiunga nasi, Kibena. Unaweza kutushirikisha hadithi yako? um, uh... Usijali, hapa ni mahali salama. Unaweza kutushirikisha muda wowote ukiwa tayari. Mimi nitaanza. Nilipoambia watu kwa mara ya kwanza, walianza kuniita majina mabaya. Walikuwa wanasema vitu ambavyo sio vya kweli. Ukweli ni kuwa nilizaliwa navyo, lakini ilihitaji ujasiri kuendelea kuwaonyesha kwamba wanayoyasema sio ya kweli na mimi ni yule yule. I see. Sikujua kama kuna watu wengi wanaopitia ninayopitia mimi na kuwa nafika na hisia kama zangu. Wanaonekana kuwa wakarimu na waelewa, labda ninaweza funguka kwao. Mimi nilielezea hali yangu muda kidogo uliopita na tangu hapo nimefanya kazi kubwa sana kuwaelimisha watu kuhusu jambo hili. Wakati mwingine watu wanalitenga wakati wa kula, kitu ambacho sio kizuri, maana hata haviambukizwi kwa njia hiyo, lakini najua kwa sababu hawana taarifa sahihi jinsi vinavyoambukizwa Kuelimisha njia mbalimbali za namna vinavyoambukizwa. Hicho ndio kinacho niogopesha. Naitwa Kibena na nilizaliwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, yaani VVU. Nimekuwa nao maisha yangu yote na maisha yangu yameendelea kama kawaida. Nimekuwa nikitaka kuambia marafiki zangu kuhusu hali yangu, lakini naogopa, sijui kama watanichukulia tofauti nikiwaambia. Afya yangu ipo imara, hivyo mimi siyo tishio kwao, lakini na virusi vya ukimwi inanibidi kuambia. Kibena, wewe ndio unaamua kuishi maisha unayostahili. Kama unajisikia kuendelea kubaki na siri kuna kunyima raha, basi ni muda wa kuambia. Lakini kama unaona ni vema ukabaki nayo, basi usiwe na haraka. Unaweza kuambia ukiwa tayari.